Na mtazamaji wa Faida Online TV uh, habari za wakati huu. Mwaka 2023, 2024 kijiji cha Kivava kilichopo kwenye kata ya Mahurunga wilaya na mkoa wa Mtwara walikumbwa na mafuriko, hali ambayo ilipelekea viongozi mbalimbali mbali wa serikali, viongozi wa kawaida kuweza kutoa misaada kwa wananchi ambao wanapatikana maeneo haya ikiwa ni pamoja na ofisi ya Waziri Mkuu. Sasa mafuriko hayo yalikuwa yanatokea mwezi wa nne. Sasa msimu huu au mwaka huu tukasema tutembelee Faida Online TV kwa ajili ya kuweza kujionea ndani ya mwezi huu wa nne, ambao misimu mingine ilikuwa inatokea kama huu, tujue kwamba hali ya mafuriko ipoje katika kijiji hiki cha Kivava, na pengine hali ya mto Ruvuma kufurika kuweza kukaribia makazi ipoje, na wao wamejipangaje kama wananchi, kama kutatokea chochote TV, kuzungumza nao na amekuwa na mambo mengi ya kuzungumza tena kirefu. Mimi naitwa Karim Faida hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field tafadhali baki nasi. Jina langu naitwa Isufu Ambala Mtabalaka, jina maarufu Likongwa, ni mkazi wa okay, wa Kivava kitongoji cha Kivukoni wakati mafuriko ya mwaka juzi 2023, 2024, mwaka jana pia e, wakati anatokea, ulikuwa ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kivukoni e, kwa sasa hivi nadhani umeachana na hiyo nafasi naam, tuambie hali ya mwaka huu kwenye mafuriko ipoje hapa Kivava? E, hali ya mafuriko hapa Kivava ni kweli, bado mafuriko hajaingia. ila sasa unajua tena muda wote wakati wote, sababu kazi ya Mwenyezi Mungu haiwezi kutabiri jinsi ilivyo. muda wote wakati wote inaweza kuingia, sababu hata mwaka jana, mwaka juzi aliingia mwezi wa 4 kama huu <coughs> Eh, mafuriko okay, sawa. Kwa hiyo sasa hivi mko, mko mnasikilizia, lakini mto nao hali ipoje? Eh, mto hali jinsi ulivyo paka sasa hivi hujafurika maji hapo vile vile kama kawaida michanga yote inaonekana. Mmejiwekaje au mmejipangaje sasa kwa chochote ambacho kinaweza kutokea, kwa sababu mvua huwa inaga taarifa wala ipigi simu. Eh, taarifa tuliyojiweka sasa hivi kila mtu yupo pembezoni ya, ya kuama kuelekea juu sehemu salama sana. Eh, sababu muda wote wakati wote mafuriko yanaweza kuingia. Eh, na watu tunaweza kuangaika eh, hali ya kuhama, kuna baadhi binadamu wengine siama tayari kuelekea kule juu sehemu ya mwinuko, na wengine tupo kama wengine, kama tupo kama tupo, si unajua tena uwezo mdogo sana. Kwa hiyo ikitokea iki, tena mafuriko safari hii bado athari itarudi pale pale, itarudi pale pale kabisa, mweke juzi au mweke jana. Mm. Eh. Kwa jina naitwa Somoe Dadi Chanile ni mkazi wa kijiji cha Kivava. E, e, e, mtuambie mwaka, mwaka, mwaka juzi mwaka jana, vipi hali ya kukimbia kimbia mafuriko? Mwaka juzi mpaka mwaka jana hali ya mafuriko ilikuwa mbaya mno, lakini mwaka huu Mwenyezi Mungu akijalia inawezekana hali ikabadilika e, mpaka hatua ya leo hii maji kwenye mifereji huku hayajafika e, maji ya mafuriko yanafika huko ukuruvuma huku, lakini huko kwenye mifereji hayajafika huko e, kwa hiyo kuna mifereji ambayo inapitisha maji kuleta huko. Eh, kuna mifereji yanapitisha maji analeta huko kwa e, okay, sababu maji yanaja mpaka huku. baada ya kutokea yale mafuriko tulisikia taarifa mbalimbali za viongozi wa Serikali wakiwataka nyinyi kuhama na kuhamia kule juu shuleni. mm -hmm. juu kule vipi? mm -hmm. utaratibu wa kuhama hapo? Utaratibu wa kuhama, mtu akiwa na nafasi zake anahama kutegemea na hali ya uchumi. Ah, yale maeneo yamegawiwa bure tu Maeneo yale hayajagawiwa bure yaani, wamefika pale kukata viwanja, lakini viwanja vile wanadai wenyewe jinsi walivyoeleza wameeleza, vile viwanja sisi tunakata laini, mwenye eneo anauza kiwanja chake. Ukiwa na shida ya kiwanja unaenda kwa mwenye eneo, anakukatia kiwanja unajenga. Kama una hela unalipa, eh, unalipa wewe mwenyewe okay. <tipa> hey. Majina yangu naitwa Masudi Sumele Mabua mkazi wa kijiji cha Kivava. Hapo tumeona mwezi kama huu mwaka juzi, mwaka jana mafuriko yalikuwa yameshaingia hapa kwenu. Mwaka huu hali ipoje? Mwaka huu tunamshukuru Mwenyezi Mungu a kusalama mpaka kufikia sasa, kusubu ile mwaka jana, mwaka juzi mpaka sasa hivi raia wote wamehama hapa kijijini, wamehamia upande wa pili. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunamshukuru Mwenyezi Mungu wale, kama unavyoiona. Maji yako mbali sana sasa hivi kule mtoni. Eh, maji yako mbali yatua. Kwanza naitwa jina la ni Abdallah Adamu Mnang'oja. Ndio. Io mwenyekiti wa kijiji Kivava, kata ya Mahurunga, Mtwara DC. Ndio. Lakini pia nikitolea taarifa ya hali ya maji ya mto Ruvuma, mafuriko kwa mwaka huu nasema kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kidogo yamepoza jitihada ya serikali hiyo, wamepima wame, wame, viwanja vya kitaalamu ipatavyo zaidi ya mia nne na ishirini na, na, na, kitu kama hicho ndio yeah. Baadhi ya wanakijiji wameanza kuvitumia na kujenga majumba ya makazi ya kudumu mm. Baadhi wengine bado wanaendelea michakato, kwa sababu hizo viwanja hazipatikani bure. Kuna masharti ya kulipa fidia kidogo kwa wenye maeneo ya na pesa ambayo natakiwa mwananchi wa kawaida alipe kwa kiwanja kimoja inakuwa shilingi ngapi? Ah, yaani kwa, kwa mwananchi yani wa kawaida, wenye maeneo huwa wanatamani thamani laki mbili mpaka laki mbili na elfu hamsini kwa hiyo ndo kitendo ambacho kidogo kinawachelewesha wananchi wengi kuto kujenga mapema, lakini ni wengi wamefanikiwa wame kugomboa viwanja na baadhi na baadhi wanaendelea kujenga mpaka kufikia sasa. Ni kama kiasi gani cha watu wameondoka hapo kwenda kule ambako serikali imewataka waende wakajenge kule juu? hata hivi hatua iliyofikia inawezekana e, kwamba nusu ya kijiji wengi wameshakubali kuondoka na wamejenga huku, na baadhi ya nusu ya kijiji bado wapo pale barabarani, lakini bado hata hivyo taratibu zinaendelea kufanyika. Sawa, nikushukuru sana mwenyekiti kwa wakati wako, nikutakie majukumu mema ya kazi. Asante, asante na shukuru pia, na wewe kali mjema, asante sana. Nam na mtazamaji wa Faida Online TV, kama tulivyosikia baadhi ya wananchi ambao wamezungumza kutoka hapa Kivava Boda, kwenye kijiji ambacho kinapatikana kwenye kata ya Mahurunga halmashauri ya Mtwara mkoani Mtwara, wakielezea kwamba msimu eh, huu kufikia mwezi huu wa nne hawajaona dalili yoyote ya kiji hiki kuzingirwa na maji ambayo yanatokana na kufurika kwa mto Ruvuma, lakini pia tumezungumza na mwenyekiti naye akituambia mipango iliyopo na namna walivyojiandaa kwa ajili ya kuweza kukabiliana na mafuriko hayo kama